Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumamosi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu, na tafakari yetu tunaipata kutoka katika Injili ya Luka sura ile ya kumi na tatu aya ya kwanza hadi ya tisa. Nitaisoma. Wakati huo walikuwepo watu waliompasha Yesu habari ya Wagalilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, Je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia, sivyo. Lakini msipo tubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale kumi na wanne kumi na wanane walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, madhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Akanena mfano huu, mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi una iharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao, hata niupalilie, niuchilie samadi nao ukizaa matunda baadaye vyema, la usipozaa, ndipo ukate. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na fundisho zito sana la Yesu Kristo juu ya watu ambao tunaona wanapata majanga katika maisha yetu, na majibu yetu haraka haraka tunasema kwamba amepata majanga kwa sababu alikuwa ametenda dhambi. Anatolea mfano ya watu waliokuwa wanaishi eneo la Galilaya. Usije ukasahau kwamba kwamba Wagalilaya walikuwa ni watu wa vita, ni watu wa visasi, watu wa hasira, ambao mara kwa mara walikuwa wanapenda mapinduzi. Na watu wa Galilaya, mtu yeyote ambaye alikuwa anataka kuwaletea habari njema kwamba ya mapinduzi uh, kulipiza kisasi juu ya utawala uliokuwepo alikuwa anapokelewa vizuri sana katika maeneo ayo ya Galilaya. Na ndio maana Yesu Kristo hadi katika utume wake alienda kwanza kule Galilaya akapokelewa sana, kwa sababu ya wale watu wa Galilaya, jinsi walivyo tofauti kabisa na maeneo ya Yerusalemu, ambako walikuwepo wale washika dini sana. Ile dini ni kwamba walikuwa si watu wa kwenda kupokea mabadiliko kiurahisi. Sasa kule maeneo ya wa Galilaya wanazungumza kwamba nyakati Yesu alipokuwa eh, anafanya utume aliibuka mtu mmoja alikuwa anaitwa Yuda wa Galilaya. Huyu Yuda wa Galilaya aliongoza kikundi cha watu wachache waweze kukataa mamlaka ya Kaisari. Wakakataa hadi kulipa kodi kwa Kaisari. Na wakati huo aliyekuwa anashikilia madaraka ya Kaisari katika lile eneo lote la Israeli alikuwa anaitwa uh, huyu Pilato. Sasa Pilato alipoona hiki kikundi kimefanya uasi, wamekataa kulipa kodi, wamekataa mamlaka, ni watu wa vita, akawasubiri walipokuwa wanaenda kutoa dhabihu zao akawakamata akawachinja pamoja na yale makondoo ambayo walikuwa wameenda dai kuchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, akachanganya wote akawateketeza na zile sadaka zao. Habari hizi ndizo zikamfikia Yesu Kristo, kwamba watu hawa Pilato amewatendea mabaya haya. Ndio Yesu anazungumza anasema, je, mnadhani kwamba hawa Wagalilaya waliouwawa wakati wanatoa dhabihu, ndani mwao walikuwa wanauasi na Pilato, mnadhani kwamba hawa walikuwa ni wenye dhambi kuliko eh, watu wengine wote duniani? Akasema hapana, kama katika safari ya maisha tusipofanya toba, tusipofanya toba, akasema kwamba Yesu Kristo, na sisi tunaweza kuangamia. Kwa nini? Mara nyingi sana naweza nikajiona kwamba mimi niko safi, fulani ndio mkosaji, huyu fulani aliyepatwa na haya mabaya wakati wake ulikuwa umefika, mimi dhambi zangu mabaya yangu mimi hajagundulika. Au kwa lugha nyepesi, tunaweza tukaelewana kwamba twadhani kama watu ambao wamefungwa gerezani na vifungo mbalimbali vya muda mrefu, vya vya maisha, labda wengine kunyongwa, kwamba wale ni wabaya zaidi kuliko sisi. Yamkini wale waliko kule gerezani, wao walikamatwa, sisi ni wezi ambao bado hatujakamatwa, ambao wakati wowote ile naweza nikajikuta na mimi pia niko gerezani kule sijafika tu hatua, yani dhambi zangu, wizi wangu, ujambazi wangu haujafika kuweza kuonekana wale wizi wao, matukio yao yanayoonekana, na wengine pia hawajafanya. Maana yake nini? Nina dhambi ambazo napaswa pia kuzirekebisha. Nime nikiona tukio baya limemkuta mwingine linipelekee mimi nianze kufanya toba kwa Mwenyezimungu, kama Mwenyezimungu na mimi pia angenikuta mambo hayo. Ukiona mwenzako wamepatwa na mabaya usifurahie mabaya ya mwenzako, nyenyekee mbele za Mwenyezi Mungu. Kama Mwenyezi Mungu mimi ndio nilipasa kuweza kupatwa na mabaya hayo, ni tubu ili niweze kuzaa matunda yaliyo mazuri. Anatolea mfano mwingine, anasema, je, mnadhani kama wale watu waliokuwa wameangukiwa na mnara watu kumi na wanane waliokuwa wameangukiwa na mnara katika bwawa la Siloamu? Bwawa la Siloamu liko Yerusalemu, ambapo watu wote waliokuwa wanahitaji uponyaji walikuwa naenda katika lile bwawa na malaika wa uponyaji akifika akitibua ile maji kwenye ile bwawa la Siloamu, wale wanaokuwa wa kwanza kuingia wanapona. Sasa katika zile jitihada za kuweza kukimbilia kwenda kuponywa kwenye ile bwawa la Siloamu, wakati malaika ametibua ile maji, mnara uliwaangukia na watu kumi na nane wakafa. Hapo akasema, je, mnadhani kama wale walikuwa ni wakosaji kuliko watu wote ambao walikuwa wanaishi Jerusalemu? Akasema, ninawaambia sivyo, lakini msipofanya toba nanyi nyote mtaweza kuangamia vivyo hivyo. Tunapoona baadhi ya wenzito wamepata ajali, wamepata vitu vibaya, tuafikirie vitu gani? Mimi ambaye labda ninasafiri narudi salama, kwa nini naweza kuwazungumzia wengine mabaya kwamba yamempata huyo? Bali Mwenyezi Mungu amenipatia nafasi ya kuweza kuishi, ametupatia nafasi ya kuweza kuishi ili tuweze kufanya toba. Anaendelea Yesu akasema, mtu mmoja alikuwa ana shamba limepandwa na alikuwa amepanda mzabibu na akaenda akawa anatafuta matunda katika mtini. Tini ni moja ya eh, tunda ambalo lina thamani kubwa sana kwa Myahudi. Kila mlo ambao Myahudi anakula lazima tini ziwepo, na tini zinamsaidia mtoto mdogo akila, yani matunda mtini, kumbukumbu kumbu zake zinakuwa imara sana, na ndio maana pia Wayahudi wana akili nyingi kwa sababu katika kila mlo lazima tini ziwepo. Myahudi sahihi akikosa tini, mlo wake haujakamilika kamilika. Anasema alipoenda kwenda kuangalia katika ule mti aweze kupata matunda, hakupata, ndipo akataka kuweza kuukata. Maana yake nini? Mwenyezi Mungu ametuandaa, ametupanda, yani ulipo hapo umepandwa na Mwenyezi Mungu, katika mkoa, katika kanisa, katika ofisi, umepandwa na Mwenyezi Mungu anataka uweze kutoa matunda mara kwa mara, anakuja anataka uweze kutoa matunda. Na ndio maana katika mojawapo ya baraka ambazo Mwenyezi Mungu alikuwa ametupatia akisema zaeni, zaeni kwa tuna baraka ya kuzaa matunda. Na ndio maana tunaimba hadi nyimbo zaeni matunda mema. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anavyokuja katika ofisi, anavyokuja katika maisha yangu, popote nilipo, anataka kuona matunda. Ametulinda, ametupigania, alafu sitoi matunda yote yale, hilo linamfanya aumie. Anamwambia yule mtunzaji Kumbuka pia kuna malaika mlinzi ambaye anayetulinda siku zote. Anamwambia malaika mlinzi, mbona sioni matunda kwa fulani? Anasema basi tumkate, tumtoe. Malaika mlinzi anaenda kupiga magoti mbele za Yesu anasema, hapana, naomba tumwagilie samadi, tumwagilie e, tuongeze juhudi nyingine, alafu tupate nafasi nyingine, kama utaweza kuja kuzaa vyema, la sivyo uweze kukata Mungu anatupatia nafasi ya pili katika maangaiko yetu, katika maanguko yetu, katika dhambi zetu, mwenyezi Mungu anatupatia nafasi ya pili. Tunapoona wenzetu wengine wanapata majanga mabaya, wanapoteza maisha, sisi bado tunakuwa wazima, anatupatia nafasi ya pili tuweze kutubu tuweze kujirekebisha katika safari ya maisha yetu. Anatumwangilia kwa neno lake kupitia matukio mbalimbali ya maisha, nijirekebishe niweze kuzaa matunda. Mpendwa mtazamaji, zaa matunda. Tumepewa nafasi ya pili, na hii nafasi ya pili, tusipozaa matunda Mwenyezi Mungu anaweza akatuma malaika wake wakaja wakakata, kwa sababu tunaharibu nchi. Ulipo hapo, unaharibu nchi au unaijenga nchi? Unaharibu ofisi au unaharibu hiyo jumuiya? Unaliharibu hilo kanisa au unalijenga? Jitafakari na baadaye tuweze kuchukua hatua. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.